Mwanamke aliyevaa shati lililoandikwa ICE alijifanya kuwa afisa wa uhamiaji ili kumteka mke wa mpenzi wake wa zamani. Mamlaka za Florida zimesema ofisi ya sherifu wa kaunti ya Bay ilitangaza kukamatwa kwa Latres Bato mwenye umri wa miaka 52 tarehe 21 Aprili. Bato alifika kazini kwa mwanamke huyo katika hoteli moja huko Florida mnamo Aprili 10 na mfanyakazi wa hoteli alimuuliza kama alikuwa anahitaji chumba, kwa mujibu wa hati ya kukamatwa. Bato alimwambia mfanyakazi huyo kwamba alikuwa pale kumchukua. Hapo ndipo Bato alifungua koti lake na kuonyesha shati lililoandikwa ICE mbele ya mwanamke huyo. Bato alionyesha kitambulisho kilichoonyesha kuwa anafanya kazi katika ofisi ya Sheriff na ndipo mwanamke huyo alimwita bosi wake na akaondoka na Bato akiamini kuwa yeye ni afisa halisi wa uhamiaji na forodha ya Marekani ICE. Maafisa wa upelelezi walisema Mwanamke huyo alisema alikubali kuingia ndani ya gari kwa hiari kwa sababu aliogopa na kutaka kujihusisha na matatizo zaidi. Na Bato alimwambia kuwa wanaenda ofisi ya sheriff. Mwanamke huyo yuko katika hatua ya kuwa mkazi halali wa Marekani, askari waliandika kwenye taarifa kwa vyombo vya habari. Wakati Bato akiendesha wa gari, alikuwa akizungumza kupitia redio ya mkononi, jambo lililomfanya mwanamke huyo aendelee kumwamini kuwa yeye ni afisa wa ukweli wa ICE. Hata hivyo, akiwa njiani, mwanamke huyo alijaribu kumpigia simu mume wake na wakili wake, lakini Bato alimpokonya simu. Mwanamke huyo alisema kwamba Bato alimwambia kuwa angeweza kupiga simu akifika kwenye ofisi ya sheriff. Mwanamke huyo aliyetekwa alianza kushuku jambo wakati Bato alipopita ofisi ya sheriff na kuanza kutoa kauli kuwa sasa mwanamke huyo lazima apate adhabu kwa sababu ya matendo ya mume wake. Bato alimpeleka mwanamke huyo kwenye mtaa wa makazi akisema kuwa maafisa wengine wa ICE walikuwa wakimsubiri. Bato aliingia kwenye moja ya nyumba ndipo mwanamke huyo alipoona nafasi yake ya kutoroka na akaenda kwenye nyumba ya jirani akagonga dirisha na kuomba kutumia simu. Bato alipotoka kwenye nyumba alimwona jirani na kumuuliza kama alikuwa amemwona mwanamke aliyekimbia. Jirani huyo aliwaambia askari. Bato alimwambia jirani huyo kuwa alikuwa amechukua simu ya mwanamke huyo kwa sababu anajua alichokifanya. Jirani alimruhusu mwanamke huyo kuingia ndani ya nyumba yake hadi polisi walipofika na katika kipindi hicho alimwita mume wake na kumweleza kuhusu afisa wa uongo wa ICE. Mwanaume huyo alisema maelezo hayo yanafanana na mpenzi wake wa zamani ambaye aliwahi kufika ofisini kwake miaka miwili iliyopita na kumshambulia. Bato alifunguliwa mashtaka ya utekaji nyara wakati wa kutekeleza kosa la jinai, uporaji, kujifanya afisa wa sheria wakati wa kutekeleza kosa la jinai na kuvunja masharti ya muda wa majaribio akiwa na kosa la jinai. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.